Luiz Alberto Suarez Dizi ni miongoni mwa washambuliaji bora wa kizazi chake akijulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao na kucheza kwa juhudi kubwa. Hata hivyo sifa yake imechafuliwa na matukio kadhaa ya utovu wa nidhamu, hasa tabia yake ya kung'ata wapinzani uwanjani. Katika historia ya soka, Suarez amehusishwa na matukio matatu makubwa ya kung'ata wachezaji wa, wa timu pinzani yaliyosababisha adhabu kali kutoka kwa mashirika ya soka. Tukio la kwanza, mnamo Novemba elfu mbili na kumi, wakati Suarez akicheza Ajax ya Uholanzi. Katika mechi dhidi ya PSV alihusika katika ugomvi wa beki wa PSV Otman Baka. Katika harakati hizo, Suarez aliamua kumngata Baka begani. Tukio hili linanaswa na kamera na linasababisha adhabu ya kufungiwa mechi saba na chama cha soka cha Uholanzi. Kufuatia tukio hilo, Ajax nayo ilimfungia Suarez mechi kadhaa kabla ya kumuuza kwa Liverpool katika dirisha la usajili la Januari 2011 na tukio la pili akiwa

Alihusika katika tukio jingine la kumng'ata mnamo Aprili 21, 2013 kwenye mechi dhidi ya Chelsea. Akiwa anajaribu kumzuia beki wa Chelsea Branislav Ivanovic, Suarez alimng'ata mkononi. Licha ya Ivanovic kulalamika kwa mwamuzi, tukio hilo halikuonekana wakati wa mchezo, na Suarez aliendelea kucheza hadi kufunga bao la kusawazisha dakika za mwisho. Baada ya mechi, chama cha soka cha England FA kilichunguza tukio hilo na kum adhabu kali ya kumfungia mechi kumi. Licha ya kuomba radhi hadharani, Suarez alikumbana na ukosoaji mkubwa kutoka kwa mashabiki na wachambuzi wa soka. na tukio lingine, tukio maarufu zaidi la kung'ata lilitokea wakati wa kombe la dunia la 2014 nchini Brazili, mnamo Juni 24, wakati wa mechi kati ya Uruguay na Italia, Suarez alionekana kimng'ata beki wa Italia Giorgio Chiellini begani. Baada ya tukio hilo, Chiellini alionyesha alama ya meno kwa mwamuzi, lakini Hakukuwa na uamuzi wa papo kwa papo dhidi ya Suarez. Baada ya uchunguzi wa FIFA, Suarez alifungiwa mechi tisa za kimataifa na kupigwa marufuku kujihusisha na shughuli zote za soka kwa miezi minne. Adhabu hiyo ilimaanisha kuwa hangeweza hata kuhudhuria mechi za klabu yake mpya ya FC Barcelona aliyokuwa amehamia baada ya Kombe la Dunia. Matukio haya yalimpaka Suarez matope kwa kiasi kikubwa licha ya kuwa mmoja wa washambuliaji bora wa kizazi chake. Licha ya skendo hizi, Alifanikiwa kurejea na kuendelea na mafanikio makubwa akiwa Liverpool, Barcelona na baadaye Atletico Madrid. Baada ya adhabu yake ya mwaka 2014, Suarez Suarez alibadilika na kuepuka tabia kama hizo. Akizingatia zaidi soka lake kwa muda mrefu, aliendelea kuwa mchezaji muhimu wa klabu na timu yake ya taifa ya Uruguay. Licha ya historia yake ya utovu wa nidhamu, hakuna shaka kuwa Luiz Suarez amekuwa mmoja wa washambuliaji wenye mafanikio makubwa katika soka la kisasa. Tabia yake ya kung'ata imebaki kuwa doa jeusi kwenye rekodi yake, lakini mafanikio yake ndani ya uwanja yanampa heshima isiyopingika. Mimi ni Fatina Suleimani.